Walimu wanasema stadi za kusoma, kuandika na kuhesabu ndio msingi wa kumwezesha mwanafunzi kufanya vizuri kitaaluma unaojengwa kuanzia darasa la awali. Darasa la awali ni darasa ambalo ni msingi wa elimu ya msingi, ambao tunaanza na darasa la awali, tunapanda darasa la kwanza na darasa la pili, lakini pia mtoto huyu atakapoendelea na elimu hii ya shule ya msingi darasa la kwanza anaendelea kuwa na uwezo mzuri. Lakini kutokuwa na umahiri wa kufundisha stadi hizo kwa baadhi ya walimu ni moja ya changamoto inayorudisha nyuma wanafunzi kumudu stadi hizo sawasawa, hatua inayopelekea wengine kuhitimu elimu ya msingi bila kujua kusoma, kuandika na kuhesabu. Kuna umuhimu mkubwa sana kujengewa uwezo kwa walimu hususani kwenye masomo haya kwa walimu hao wa wanaofundisha madarasa ya KK ya na la awali la kwanza na la pili. Umi, umi, umi. Halmashauri ya Wilaya ya Busega mkoani Simiyu kwa kushirikiana na programu ya Shule Bora wanaona kuna haja ya kuwajengea uwezo walimu wa, wa darasa la awali ili kuwa na maarifa na mbinu zaidi za ufundishaji. Performance yetu kwa maana ya matokeo ya darasa la saba sio mazuri sana na moja ya changamoto ambazo pengine uh, zinasababisha hayo ni wanafunzi wengi wanaomaliza darasa la saba kutokuwa na uwezo eh, wa kusoma, kuandika na kuhesabu, ambalo sasa hilo ndio mikakati hii inafanyika, kwa sababu walimu wetu hawa wengi wana miaka kumi toka wahitimu mafunzo. Kwa hiyo mafunzo haya yamewajengea uwezo mkubwa. Kwa hiyo tuna imani wakirudi kule kwenye mashule yao watafanya vizuri na tutapunguza ili tatizo la wanafunzi kutomudu hizi stadi tatu za kusoma kwa hesabu na kuandika. Uandaaji wa zana za kufundishia ndilo jambo linalosisitizwa na, na mwezeshaji wa mafunzo haya kwa walimu huku, mkuu wa wilaya akitaka yawe chachu ya kuongeza ufaulu. Lakini zana hizo zitawasaidia kujua kwamba mtoto katika uh, hatua ya awali alivyoanza alikuja na nini, alivyoendelea katika ujifunzaji wake ni mabadiliko gani ameyapata, na sasa anakuja anamaliza darasa la awali kuingia darasa la kwanza, umone ni kwa kiwango gani mtoto huyu ameweza kujifunza. Ombeni uwakilishi na imani mliopewa basi m itendee haki, ili leo ukitoka hapa, kwanza urudi kwa walimu wenzako ukawapa elimu uliopewa, lakini hiyo elimu transferred kwa wanafunzi, ili hizi kk basi ikifika la saba tusiwe na mtu au la nne tusiwe na mtu ambaye hajikusoma kusoma. Jumla ya walimu 91 ndio waliojengiwa uwezo ambao sasa wajibu wa kwenda kuwawezesha wenzao shuleni walikotoka ili kuhakikisha lengo la kumaliza changamoto ya wanafunzi wasiojua kusoma, kuandika na kuhesabu linafikiwa ili kuongeza ufaulu.